Tunapoelekea kwenye uchaguzi, sasa hivi ni kipindi, kabla ya uchaguzi, wakati wa uchaguzi, lakini na baada ya uchaguzi, tusijiingize tukawa sehemu ya vurugu, sehemu ya kuhatarisha amani katika mkoa wetu au kwenye vyuo. Niwaombe sana, niwatake ushirikiano ambao umesema mtatuonesha, msiwe sehemu ya vurugu fujo kipindi chote wakati, kabla, wakati na baada ya ya uchaguzi mkuu. Nyinyi bado mna future, bado serikali inawategemea, wazazi wanawategemea, ndugu wanawategemea. Hatutaki tuingie mgogoro kati ya wanachuo na sisi jeshi la polisi. Ushirikiano baina ya jeshi la polisi utatamalaki na utakuwa mzuri sana, na tutaishi kwa amani na hamtaogopa polisi, sababu polisi ni sehemu ya jamii, tunatoka kwenye jamii. Sasa ili kuweza kudumisha, nini kifanyike? Serikali ya wanafunzi, niwaombe haya mahusiano yawe endelevu. Inatakiwa sasa tushiriki katika programu mbalimbali, michezo, kama wenzangu walivyotangulia kusema tuwe na michezo ya pamoja baina ya jeshi la polisi na nyinyi na kama mtu ana changamoto msimamieni. Ana changamoto ya kiusalama ambayo anataka sasa kuweza ku jeshi la polisi liweze kufanya kazi yake, lakini alina taarifa hawa wamekwama, nyinyi ni wa kuwasaidia hao, kwa sababu nyinyi mnatufahamu, mna grupu letu za simu. Msiwache wakaanza kuangaika wao wenyewe, wakati nyinyi ndio serikali ya wanafunzi. Wasaidieni wanafunzi, wasimamieni. Kwa hiyo nyinyi itakuwa ni kiungo kati ya jeshi la polisi na wanachuo au wanafunzi wote wale kwenye vile. Lakini ukiwaacha na kuta, mtu ameibiwa, anaangaika, kuna ukatili umefanyika, yuko peke yake anahangaika. Lakini serikali mpo, wala hujui matatizo yenu. Hosesi yupo, mimi nipo, viongozi wapo, grupu tunaro halafu mtu anahangaika apate msaada unaostahiki jeshi la polisi, anabaki kulaumu serikali na jeshi la polisi wakati nyinyi mpo. Jina naitwa Shedrack Kikesi, waziri mkuu wa serikali ya wanafunzi chuo cha Mvumi, wilaya ya Chamwino. Kwanza ni, ni niipe hongera jeshi la polisi kwa kutupa nafasi hii kukutana na sisi viongozi wa serikali za wanafunzi vyuo na vyuo vikuu katika mkoa wa Dodoma. Kikao hiki kimetusaidia kujua Changa, kwanza kuwasilisha changamoto zetu sisi kama wanafunzi katika vyuo tunavyotoka, na pia kupewa ufumbuzi na pia kufahamiana baina yetu, ili pale yanapotokea matatizo yanayotukuta sisi wanafunzi, tuwakilisha moja kwa moja kwa wahusika, hasa jeshi la polisi ambao wanaweza kutupatia ufumbuzi wa matatizo hayo. Mambo makubwa matatu ambayo naweza nikasema yametusaidia, kwanza ni kutunza na kudumisha amani ya nchi yetu katika kipindi hiki ambacho tunaelekea kwenye uchaguzi mkuu wa serikali. Cha pili ni kutunza amani ya kila Mtanzania bila kujali ukabila, dini, rangi wala jinsia ambazo tumekuwa tukisisitizwa tuki, tuki, tuki toka enzi za baba yetu wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Na la tatu na la mwisho pia kuimarisha ushirikiano baina ya jeshi la polisi wanavyuo na wanafunzi wote kwa ujumla ili kulinda amani ya nchi yetu hasa katika mkoa wetu wa Dodoma. Anaitwa yeah, Doreen Simon Balaja, makamu wa rais wa serikali ya wanafunzi CBE Dodoma. Kutokana na mafunzo ya leo, tumejifunza kwamba tujenge mahusiano mazuri na, pol na polisi jamii na pia tutoe ushirikiano ushirikiano mkubwa kwa kuripoti matukio yote ambayo yanatokea ndani na nje ya chuo especially matukio ya uhalifu, kwa sababu sisi wanafunzi ndo wahanga wakubwa wa matukio ya uhalifu, hasa matukio ya wizi na matukio ya unyanyasaji.